Kuna mdau ameniuliza maana ya kupanga kitabu, yaani mtu anapokuambia tunapanga vitabu inamaanisha nini? Kwa hiyo nimeamua kutengeneza hii video fupi ili kuweza kumsaidia kila mtu ambaye hajaelewa maana ya kupanga kitabu. Unajua, baada ya kumaliza kuandika kitabu chako, moja ya hatua unayotakiwa kuipitia kabla kitabu chako haujaanza kukiuza ni kupanga kitabu chako. Tunapoongelea kupanga kitabu, tunamaanisha kuweka maudhui yako katika namna ambayo itamvutia mteja kusoma kazi yako na kuelewa kile ulichokiweka ndani. Kwa hiyo kupanga kitabu, hatua ya kwanza kabisa ina maana utachagua saizi kwenye kupanga kitabu cha kwanza, tunaangalia size ya kitabu chako. Nataka kitabu chako kiwe kwenye size gani? Kuna size tofauti tofauti tofauti za vitabu kulingana na maudhui ya kitabu, lakini pia na aina ya watu wanaokwenda kukisoma kitabu husika. Kwa mfano, kama hapa unaona kitabu hiki size yake, unaona kilivyo kubwa. Size yake ni tofauti na kitabu hiki hapa, na ni tofauti na kitabu hiki hapa. Kwa hiyo hii tunaongelea size. Unaona hivi vitabu vinne. Umeona? viwili hapa unaona hivi vitabu ni vinne lakini size ni tofauti tofauti. Umeona? Vingine virefu, vingine vifupi, vingine vyembamba, vingine nini? Umeona? Vyote ni vitabu lakini size tofauti tofauti. Kwa hiyo kupanga kitabu tuongelea size. Kiki kitu kingine tunaongelea kwa habari kitabu, kingini, kwa ya font, font tunaongelea maandishi aina ya maandishi unaotumia katika kitabu chako husika Kwa hiyo fonti inaongeza ladha ya usomaji wa kile ulichokiandika. Umeona? Fonti aina ya maandishi unaokuwa unatumia, lakini pia na ukubwa wa maandishi kulingana na saizi ya kitabu. Lakini kitu kingine tunaongelea pia mpangilio wa maudhui yako. Kwenye kupanga kitabu, ina maana upange maudhui yako kwa namna ambayo mtu ataelewa ulichomwandikia, systematically kwa mpangilio sahihi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa kizuri, lakini, vibaya, unaweza ukaandika kitu kizuri lakini ukikipanga vibaya unaweza ukamfanya mtu akapoteza ile hamu ya kuendelea kusoma kazi yako. Kwa hiyo kwenye huduma ya kupangiwa kitabu ina maana mawazo yako yanapangiliwa vizuri, mwanzo mpaka mwisho, mtu akisoma aweze kutamani kumaliza kile anachokisoma. Unaona? Kwa kuna staili mbalimbali mbali kwenye kupangiwa kitabu unaona. Hivi, tunapoandika kitabu uwezi, uka ukaishia tu kwamba umetengeneza hivi. Kwenye kupangiwa kitabu ndio vitu vinakuwa hivi. Na maana mawazo yako yanapangiliwa vizuri yanakuwa yanamvutia mtu yani. Umeona? Yanamvutia mtu kusoma, unaona? Fonti nzuri, maandishi mazuri, mpangilio unakuwa mzuri, umeona? Lakini kitu kingine tunaongelea page numbers ziweze kuonekana vizuri. Eh, yeah, namba za page ziweze kuonekana vizuri, table of content, eh, yeah. Yaliyomo yaweze kuonekana vizuri. Kwa hiyo tunapoongelea kupangiwa kitabu, ina maana ni kuweka wazo lako kwa namna ambayo mteja atavutiwa kulisoma, lakini pia ataelewa mwanzo mpaka mwisho. Lakini kitu kingine cha mwisho, tunaongelea kwa habari ya margin. Margin ni nafasi za pembeni. Umeona, kitabu kina nafasi za pembeni? Kuna kuna kuna, kuna, kuna, kuna juu kuna chini kuna kulia na kuna kushoto kwayo. Kwenye kupangiwa kitabu, ina maana hizi margin spaces hizi lazima zizingatiwe, na kitabu hicho cha kwanza lazima ujue unataka kukiuza soft copy ama hard copy. Kama ni hard copy, ina maana margin ni nafasi ziweze kuonekana vizuri huko, hata kitabu kinapokwenda kuprintiwa na kufu, kufanyiwa binding namna na hii, ina maana maandishi hayata baranika sana huku, ili mtu aweze kusoma wazo lako vizuri kabisa, asisumbuke kwamba maandishi mengine yamekatwa hapa katikati. Umeona hapa katikati kuna kuwa kuna baki na uwazi. Kwa hiyo kwenye kupangiwa kitabu tunaangalia pia hizi spaces ziweze kubaki, mtu asome vizuri kabisa kabisa. Umeona? Kwa hiyo hii ndio tunamaanisha kupangiwa kitabu. Hakikisha kitabu chako kinapangwa vizuri kabisa e, kama una utaalamu wa kupanga kitabu usilazimishe. Ukawa umeandika kitabu kizuri, lakini ukawa umekipanga vibaya, mpaka msomaji akaona, mbona huyu mtu yuko serious na kazi yake. Kwa hiyo kama unataka huduma ya kupangiwa kitabu, karibu niweze kupangia kitabu chako vizuri kabisa kupitia Lamax Designs. Karibu sana, na hiyo ndo maana ya kupangiwa kitabu. Kama una swali, niulize.